Tayari imetimia saa sita kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifaja, ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Ndukavano na kwanza ni mutasari wake. Halmashauri mkoani Kagera zimetakiwa kubuni namna bora ya kukuza mapato kupitia sekta ya mifugo kuchochea uchumi wa halmashauri hizo mahakama Kuu ya Tanzania, masijara ndogo ya Kigoma imetupilia mbali pingamizi la mwanasheria mkuu wa serikali na Cletus Revocatus Chipando Babarevo katika shauri la uchaguzi la jimbo la Kigoma mjini. na kujiondoa jana kwa kundi la M23 katika mji wa Uvira walioteka hivi karibuni ni kutekeleza maelekezo ya Marekani iliyowataka kuondoka, kuimarisha hatua ya amani mashariki mwa Kongo. Habari kamili. Morogoro, Serikali imedhamiria kuibadilisha wizara ya maji kutoka kwenye matumizi ya kawaida ya huduma za maji na kwa wizara ya kimkakati kiuchumi. Waziri wa maji Juma Aweso amesema hayo jana, wakati akikagua maendeleo ya maendele ya ujenzi wa bwawa la Kidunda na kusitiza kuwa ni wakati wa sekta ya maji kutumika katika shughuli za viwanda, kilimo na umwagiliaji sambamba na mifugo amesema kuwa serikali inataka kuona rasilimali ya maji inachochea shughuli za uzalishaji mali, kuchangia pato la taifa badala ya kubaki kuwa sekta ya matumizi ya kawaida pekee ni kuviunganisha vyanzo vyetu vikubwa ili viweze kuondokana na tatizo la maji, na dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kuitoa sasa wizara ya maji kuwa wizara ya maji ya kunywa kuwa wizara ambayo itaingia ita kwenye mambo ya kiuchumi. Maji yatumike viwandani, lakini maji pia yatumike katika nyanja ya umwagiliaji na hata katika swala zima la mifugo. Hii kazi imekwisha anza. Tumeona kama hii SGR sasa hivi imetoka Dar es Salamu, imefika mpaka Dodoma. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameyatoa maji ya ziwa Victoria, yamefika sasahivi mpaka Iramba, Singida. Tumekamilisha sasahivi Tabora ambapo hayakuwahi kufika maji. Sikonge hajafika um, mm. maji ukaliua mpaka Urambo sasa hivi amefika. Hivi karibuni tunakwenda kuzindua mradi wa bwawa la Kidonda unatarajiwa kuwa suluhisho la muda mrefu ya changamoto ya maji katika mikoa ya Morogoro, Pwani na Dar es Salaam kama sehemu ya mkakati wa serikali kuimarisha miundombinu ya maji kwa matumizi ya kijamii na kiuchumi. Bukoba halmashauri mkoani Kagera zimeagizwa kubuni namna bora kukuza mapato kupitia sekta mifugo, ya mifugo kuchochea uchumi wa halmashauri hizo. Maagizo hayo yametolewa na mkuu wa mkoa wa Kagera Hajati Fatuma Abu Bakari Mwasa wakati akikabidhi pikipiki 23 kwa maafisa mifugo wa halmashauri za mkoa huo. Halmashauri saba zimepokea pikipiki tatu kila moja na manispa ya Bukoba imepokea pikipiki mbili. Hajati Mwasa amesema kuwa licha ya mkoa huo kuwa na ranchi na wafugaji wengi, bado mkusanyiko na makusanyo ya toka nayo na sekta hiyo ni kidogo, ikichangiwa na utaratibu unaosababisha biashara ya mifugo kufanyika pasipokuwa na halmashauri kukusanya mapato. Lengo twende tukaongeze tije katika sekta. Natambua mnafanya kazi kazi nzuri nzuri, lakini tunao uwezo wa kufanya kwa hiyo kwa kuongezewa nyenzo hizi tukafanye kazi nzuri zaidi. Lakini nisisitize pia katika watu ambao bado uchangiaji wao katika sekta ya katika uchumi wa Tanzania bado haijakaa vizuri, ni sekta ya mifugo. Edward Rigawesa na Agostino Lawi wamesema kuwa pikipiki hizo zitawezesha maafisa kuyafikia maeneo yote ya kikazi kwa urahisi, na kwamba wanaamini kuwa uchumi wa halmashauri utakuwa. Kigoma, mahakama kuu ya Tanzania, masijara ndogo ya Kigoma imetupilia mbali pingamizi la mwanasheria mkuu wa serikali na Cretus Revocatus Chipando Babarivo katika shauri la uchaguzi la jimbo la Kigoma Mjini. Uamzi huo umetolewa jana na Jaji Projestus Kayoza katika shauri la uchaguzi namba 28949 la mwaka 2025 na kuwapa ushindi wa Ramikaji Johari Kabul mwitu Pendo Kombolela na Luma Akilimali wanaosimamia wanawakili John Seka. Kupitia uamuzi huo, mahakama kuu imekubaliana na hoja za walalamikaji kuwa shauri hilo ni halali, lina msingi wa kisheria na limekidhi matakwa ya sheria ya uchaguzi na kanuni za mashauri ya uchaguzi. Awali walalamikaji, walalamikiwa kupitia mawakili wao waliwasilisha pingamizi la awali wakiomba mahakama itupilie mbali shauri hilo kabla ya kusikilizwa kwa ushahidi, wakidai kuwa walikuwa na mapungufu kati ya aya ya uthibitisho wa hati za shauri. Wararamikiwa walidai wararamikaji hawakuwa na mamlaka ya kisheria kuomba baadhi ya nafuu, ikiwemo upekuzi na uhesabuji upya wa kura. Mahakama Kuu imezikataa hoja zote hizo na kubainisha kuwa hazina mashiko ya kisheria, jambo lililoipa shauri hilo uhai wa kuruhusu kuingia katika hatua ya kusikilizwa kwa ushahidi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kinshasa kujiondoa jana kwa kundi la M23 katika mji wa Uvira waliouteka hivi karibuni ni kutekeleza maelekezo ya Marekani iliyowataka kuondoka, kuimarisha hatua ya amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaelezwa kuwa Marekani iliipa ili hapa ili kulichukulia hatua kundi hilo kutokana na uvunjaji wa wazi wa mkataba wa amani uliosainiwa na viongozi wa mataifa ya Rwanda na Burundi kule White House chini ya Rais Donald Trump. Kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda lilichukua udhibiti wa mji huo wa kimkakati karibu na mpaka wa Burundi wiki iliyopita, siku chache baada ya serikali za Kongo na Rwanda kusaini mkataba wa amani mjini Washington. M23 imetia doa mchakato huo wa amani na kuzusha hofu za vita vikubwa zaidi vya kikanda. Kwa kushirikilia mji wake wa Uvira uliwezesha kundi hilo kudhibiti mpaka wa Kongo na Burundi na kui tia serikali mji wa Kinshasa msaada wa kijeshi kutoka jirani yake Burundi. Brussels. Baraza la Ulaya na shirika linaongozwa ungo, kwa masuala ya haki za binadamu barani humo limepiga hatua muhimu kuelekea ulipaji wa fidia za kivita kwa watu wa Ukraine. Baraza hilo ilikubaliana mjini Thehegi Horanzi jana kuanzisha kamisheni ya kimataifa ya madai kama sehemu ya mfumo wa fidia. Rais Volodimir Zelenski wa Ukrain aliyehudhuria mkutano huo na kuwashukuru washiriki kwa uungwaji mkono wao kwa nchi yake. Makubaliano ya kuanzisha kamisheni hiyo yamesainiwa na mataifa thelathini na nne ikiwemo Ujerumani na Umoja wa Ulaya. Mataifa na mashirika yaliyo nje ya Ulaya yanaweza pia kujiunga na mpango huo. Kamisheni hiyo imepewa jukumu la kutathmini madai ya fidia kutoka kwa raia wa kawaida, jumuiya ya mashirika ya umma yaliyoathirika na uvunjaji wa sheria za kimataifa uliofanywa na Urusi na kisha kuamua kiwango cha fidia kinachopaswa kulipwa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Halmashauri mkoani Kagera zimeagizwa kubuni namna bora ya kukuza mapato kupitia sekta ya mifugo, kuchochea uchumi wa halmashauri hizo. Mahakama Kuu ya Tanzania, masijara ndogo ya Kigoma, imetupilia mbali pingamizi la mwanasheria mkuu na mwanasheria wa serikali na kretoni Revokatus Chipando, baba Revo, katika shauri la uchaguzi la jimbo la Kigoma Mjini. Na kujiondoa jana kwa kundi la M23 katika mji wa Uvira walioteka hivi karibuni ni kutekeleza maelekezo ya Marekani iliyowataka kuondoka, kuimarisha hatua ya amani mashariki mwa nchi hiyo.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 na website yetu ya Radio Kwizera co.tz. Saa kumi alasiri tutakuletea duru habari.